Hiyo uh, haijakaa sawa hii, sawa sawa. Kuna mtu tunataka asikie mpo, okay. Yule anayewasumbua yule yule mtoto wa laana yule, tawaambieni habari zake yeah. Wapembe mpo hiyo, yeah. Iko sawa sasa <laughs> ndugu zangu Sauti hapo iko vipi? Hapo iko poa eh? Sasa kama kulikuwa na mtu anawaambia kwamba huyo mwenyekiti hatakuja bado anachakusema eh? na Wampembe nimo, na Wampembe nimefika. Nawashukuruni sana wananchi wa Wampembe na ntawaambieni kwa nini. Sawa sawa. Tawaambieni kwa nini nyie watu wa Wampembe mnahitaji pongezi nyingi. Nyie watu wa Wampembe ni wana mageuzi nakosea? Hapana. Nyiye ni wana mageuzi ni kweli? Ndiyo. Nimeambiwa na haya maneno, mimi nayaamini kwamba tangu mwaka elfu mbili na kumi hawajapata diwani hapo, au nakosea? Hawajapata na mawizi yao nawapiga chini, au nakosea? Nimeambiwa kwamba nimeambiwa kwamba katika jimbo lenu lenu la Nkasi kusini Mwaka elfu mbili kumi na tano mlishinda madiwani kwenye kata nne, hizi kata zote za mwambao mwa wa ziwa. sisiemu sisihemu hawajapata kitu, ni kweli? Yeah. hongereni sana Yeah. hongereni sana nimeambiwa, yeah, kwamba miaka kumi iliyopita, mwaka elfu mbili na kumi na nne hili jimbo la Nkasi kusini mlishinda vijiji 24 kati ya vijiji 52, mlipata asilimia 46 ya wenye viti wote wa vijiji. Nyiye ni wana mageuzi na hongereni sana. Mwaka 2019 waliiba uchaguzi wote wa vijiji au nakosea? Mwaka elfu mbili na ishirini pamoja na vurugu zote walizofanya hapa kwenu, mkashinda kata mbili au nakosea? Kwa sababu Wampembe na humu ambao wazi wa Tanganyika ni watu wa mageuzi, hongereni sana sasa ya uchaguzi wa mwaka jana wakaiba tena, wakafuta wenye viti wetu, wagombea wetu kila mahali ambako wakuwafuta, wakatangaza wana CCM kwa mtutu wa bunduki. Kwani sahihi nikisema hii kasi kusini ya kwenu, na hii Wampembe ya kwenu, wanafuta uchaguzi kwa sababu wanawaogopa nyie. Ni wana mageuzi, hongereni sana. Sasa nataka tuzungumze kidogo, tutafakari, tunaendeleaje? Tunaendaje mbele katika mazingira haya ambayo wanaiba uchaguzi kwa mtutu wa bunduki? Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele mahali ambapo tukienda kwenye chaguzi wanafuta wagombea wetu wote, au karibu ya wote, wanataka watu wao wapite bila kupingwa. Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele mahali ambapo mkurugenzi ni mtu wa CCM ndiye anayetangaza mshindi wa ubunge, na wameambiwa wasitangaze wapinzani washindi? Tunaendaje mbele katika mazingira hayo? Tunaendaje mbele katika mazingira ambayo kwenye kata zote nchi nzima wanaosimamia uchaguzi ni watendaji wa kata au waratibu wa elimu wa kata au au, hao au, au, au, au, kweli kabisa, dadangu. Tunaendaje mbele mahali ambapo kwenye kila kituo cha kupigia kura na kuhesabia kura wanaohesabu kura na kutangaza washindi ni hao hao, awe mwalimu ni hao hao, awe nesi awe mganga awe bwana mifugo awe bwana uvuvi ni wale wale. Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele kwenye uchaguzi wa vijiji ambapo msimamizi ni mtendaji wa kijiji ni hao hao. Sasa yote haya yote haya yanatuambia nini? Yote haya yanatuambia kitu kimoja, katika uchaguzi ambao ni hao hao ndio wanaosimamia ni hao hao ndio wanaoandikisha wapiga kura, ni hao hao ndio wanaohesabu kura, ni hao hao ndio wanaotangaza washindi. kuna kutoboa kuna kutoboa? Nimeambiwa hivi. Na hizi habari wala sio za Wampembe peke yake, ni za kila mahali nchini. Usafiri hapa kutoka na manyere ni mgumu sana. Sasa mpiga kura wa Wampembe hapa kwenye, kwenye ziwa hapa, siku ya uchaguzi anakuta jina halipo limeandikishwa kwenye kata za huko juu. Unakwendaje kupiga? Unapitaje msitu wote huu na milima yote hii ukapiga kura huko urudi hapa, inawezekanaje? Sasa hii ni ya Wampembe, lakini utakutana nayo nchi nzima kwa sababu wanavuruga majina ya wapiga kura ili watu wasipige wasi kura, waibe kirahisi. Hawa wanaosimamia uchaguzi wawe mapolisi, wawe waalimu, wawe watendaji wa vijiji au wakata, yeyote anayeingia kwenye vituo wanakuja na kura za uongo. Tunaendaje mbele kama hatuendi Dawa yake ni nini? Kama hatuwezi kwenda mbele namna hii, tufanyeje? Tufanyeje? Tupambane! Tupambane! Sawasawa, tuwaambie hivi, hatutaki tena, hatutaki tena uchaguzi ambao unasimamiwa na mkurugenzi au watu wa halmashauri yake, sawa, sawa. Kwa sababu ni hao, hao. Sawa sawa, tuwaambie hatutaki tena uchaguzi kusimamiwa na tume ambayo imeteuliwa na rais, na rais ni mwenyekiti wa CCM. Miaka yote ni hao hao, tuwaambie kwamba hatutaki uchaguzi ambao wasimamizi wa vituo ni wana CCM na kazi yao ni kuiba kura na kuvuruga, kuhakikisha CCM inaendelea kuwa madarakani. Tuwaambie hataki tena uchaguzi ambao wanakuja na kura feki au wanatangaza watu ambao hawajashinda. Inahitaji tupambane, inahitaji tukatae chaguzi za aina hii kufanyika iyo. Na sisi wananchi wa Wampembe na sisi wananchi wa Tanzania tuna uwezo wa kuzuia tukitaka, kweli. Sisi ndio wengi zaidi, kweli. Sisi tuko kwa mamilioni, kweli. Tukiamua sisi nani atakaye tuzuia? Hakuna baba. Na tuwaambie na mapolisi na hili nalo na wao linawahusu kuambie <tusuk> na hii nayo inawahusu <tusuk> sawa sawa. kuambie kwamba wanapoiba uchaguzi hawaibi kwa ajili ya wananchi wa Wampembe tu, wanaiba ili wawaibie na mapolisi na wao wenyewe na manesi na waalimu na kila mtu sawa sawa yeah. Kwa lazima tupambane, tuhakikishe tunabadilisha utaratibu wa namna ya kufanya chaguzi. Tusipobadilisha na utaratibu ni kwamba mbele itakuwa giza. Zanzibar walifanya mapinduzi mwaka 64, kwa sababu hizi hizi wananchi wakichoka kuonewa watatumia mabavu. Tukichoka yeah. kuibiwa tutatumia nguvu hiyo, yeah. yeah, nchi itakuwaje? Kwa hii tunayosema tubadilishe utaratibu wa uchaguzi ni ili tusiende kwenye matumizi ya mabavu, kwa sababu tukikiamsha hapa hata shida yake itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekuja Wampembe, tumesafiri njia yote hii huku, sio karibu sana na Dar es Salaam tulikotoka, tulete ujumbe huu kwa wananchi. Tukiendelea na chaguzi za aina hii utaenda, watatupeleka kwenda kumaliza kuchinjana. Hatutaki kuchinjana tunataka tufanye chaguzi za haki, tutendewe haki. Hatutaki tupendelewe, hatutaki tupewe tuitwa washindi mahali ambapo hatuja hatujashinda. Tunataka haki tu, na haki haiwezekani mahali ambapo upande mmoja tunaoshindana nao ndio unaotangaza mshindi. Hawatajitangaza wameshindwa. Kwa ujumbe wetu ni huo. Ninafahamu, ninafahamu mgependa tuzungumze mambo mengine mengi ya nchi hii ambayo yameharibika. Nyie wananchi wa Wampembe mko ziwani, ziwa hili linatakiwa liwe baraka yenu, au nakosea? Alafu serikali inakuja wanakaa Dodoma. Dodoma hakuna hata kakalambo tuka nini, hakuna hata mto, wanakaa huko wanaamua mambo ya uvuvi ya ziwa Tanganyika, matokeo yake wanapiga marufuku uvuvi upande huu wa kwetu. Hapo Kongo ukivuka, wamepiga marufuku Burundi, wame, wame, ukienda Burundi wamepiga marufuku, ukienda Zambia wamepiga marufuku, kama ni, ku, ni kumpiga marufuku ili kuwe na samaki samaki awaakuetavuliwa na wakongomani wakongomani. Unakosea maamuzi ya ya mambo kama haya yanafanywa na watu wasioyajua, hawayajui kwa sababu sio watu wa, wa hapa wamesoma mambo kwenye makaratasi tu hawaishi hapa. Halafu wanafanya maamuzi yanayowaumiza nyie wananchi. Haya yanahitaji kuzungumzwa. Tuzungumze maswala ya usafiri kama barabara, ndio hii kama barabara ndiyo hii Miaka sitini na tano ya uhuru, miaka sitini na tano ya uhuru, barabara ndio hii. Si sehemu ni ya kazi gani eh? Nilikuwa namuuliza mbunge hapa sasa, ukitaka kwenda Kilando ndio inakuwaje kwa barabara hii? Ananiambia nabidi utafute mtumbwi. Hivi zamani hakuacha ziwa hili. Uingereza hakuacha meli ziwa hili jeea, alipokea meli iliyojengwa na Wajermani. CCM amekuna wa kila kitu pamoja na urithi walioachiwa wa na wazungu. Wa kila kitu, kila kitu, kwa miaka sti ya uhuru, meli ziwa lote hili hakuna hata meli, wananchi wana ta kwenda kilanda utafute mtumbu, miaka sitini na tano baada ya uhuru. Asa, yote haya tunahitaji kuyazungumza, tunahitaji kuyapatia suluhu na suluhu yake ni uchaguzi. Sasa kama uchaguzi unafanyika kihuni namna hii, maana yake ni kwamba tusipotafuta, tusipotafuta suluhu ya namna ya kufanya uchaguzi, matatizo haya hayatatatuliwa. CCM haiwezi kuyatatua, kama imeshindwa miaka sitini na tano ukiwaongezea miaka mingine ishirini wala hawataweza, hawataweza. Kwa tupiganie, tubadilishe mfumo wa uchaguzi, tuchague viongozi watakaoweza kutatua matatizo ya wananchi kwa ukanda huu wa ziwa Tanganyika, watu watakaoweza kutatua shida zenu. Yote hii inategemea mfumo wetu wa uchaguzi ukoje. Mmenielewa ndugu zangu? Ndio. Sasa huo ndio ujumbe wetu ambao umetuleta Wampembe leo, na nawashukuruni sana kwa mkutano mkubwa na nawashukuruni sana kwa kutualika kwenu. Nawashukuruni sana kwa ujasiri wenu. Miaka yote hii CCM wanavuruga nchi, meendelea kukataa kuvurugwa sisi na CCM sasa. Namalizia, nataka nimalizie niseme machache juu ya huyu DC wenu. Huyu DC anaitwa Peter Jwakali, au sio eh? Jua kali au lijualikali, awe jua kali au lijualikali, ndivyo eh? Ndio anavyoitwa huyo DC. Anawasumbua sana. Nimefanya mkutano Kabwe, watu wanamlaani huyu jua kali. Nimefanya mkutano Kirando, kila mtu anasema huyu jua kali ni laana tu tupu. imefanya mkutano na Manyere na leo hapa mnasema DC anasumbua watu. Huyu DC kwao ni Ifakara Kilombero, aliwahi kuwa diwani kwa mji wa Ifakara wa Chadema, aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kilombero wa Chadema, mnanielewa? Yeah. alipochaguliwa mbunge mwaka elfu mbili kumi na tano CCM wakam, wakam wakamfungulia kesi afutwe ubunge wake. Mimi nikaenda kwao Ifakara, nikakaa kule miezi mitatu, tukapambana tukashinda ile kesi, akaendelea kuwa mbunge wa Chadema. Wakamfungulia kesi ya uongo ya jinai, wakamfunga miezi sita, unanielewa, akapewa kifungo cha miezi sita enda kufungwa gereza kuu la Ukonga Dar es Salaam. Baba yake akanijia, baba yake mzazi akanijia, Mheshimiwa, huyu mdogo wako atafia gerezani. Nikamwambia, mimi sitaruhusu afie gerezani. Tukaenda kwenye rufaa mahakama kuu, tukapambana mahakama kuu Dar es Salaam tukamfungulia akafutiwa aka, aka hiyo hukumu yake, tukashinda kesi, akaachiliwa. Mi nimeenda kumuona gerezani Ukonga mi mwenyewe, sio kumtetea mahakamani tu. Alivyofunguliwa gerezani, miezi michache baadaye, akajiunga na CCM akajiunga na CCM. Kwao Ifakara, kwao ni ngome ya Chadema, kwao wanamwita mtoto wa laana, kwao wanamwita wala mtoto wa laana. Sasa mimi wala sishangai kwamba Ameleta laana zake mkasi, mtoto wa laana. Hamna riziki pale, kuna riziki pale? Watu wakwao wenyewe we mtoto wa laana. Sasa mwambieni huyu mtoto wa laana, mwambieni siku zake zinahesabika, siku zake zinahesabika, tena weni wakumwambia wewe ungefungwa umefungwa alikuwa al ukonga al gereza la Ukonga. <laughs> na waliomfunga ni hawa wanaowapigania saizi. Kama sio laana ni nini? <laughs> nalewana, asiwababaishe. Mtababaishwa na mtoto wa laana, msikubali kubabaishwa. Nilisema ni, ni, ni Niliseme hilo kwa sababu watu wanalalamika sana juu ya laana zake. Sawa sawa, basi ndugu zangu Wampembe, mimi nimemaliza na washukuruni kwa mkutano. Ah, eh? ah, pana. Sasa haya nimewasikia, ni nasema nimewasikia, ila watu wa Taramila wananisubiri vilevile, eh? Yaani mchana huu huu, lazima twende. Wapi? Taramila au sio? Au ndiye mnafikiri wale hawana, hawana sababu yoyote ya kufanya mkutano? Wacheni maneno yenu. Bwana washukuruni sana ndugu zangu wa Wampembe. Mungu awabariki, tuwe kitu kimoja, tupiganie haya.